Nawezaje kuwa mshirikina. Kuna watoto wadogo gani hapo ulio nao? Mimi mbona nipo kwenye hicho chama? Kwa nini usiingie? Kiswa rafiki yangu. Hivi unapata mafanikio gani kwenye hicho chama? Hey, napata faida gani? Yaani ananiuliza kabisa mimi napata faida gani? Si kama unavyoona na ng'aa mtoto wa kike, sina baya yani, yani muda wote nina amani. Kwa nini tu usiingie rafiki yangu kwenye hicho chama? Kwa sasa hivi maisha yako yapo hatarini. Hivi unajua mjomba wako kwa sasa hivi anapanga nini? Mimi nakwambia kwa sababu nakupenda rafiki yangu. Emjaribu basi hata kunielewa, ingia kwenye hichi chama, mambo yako yote yataisha. Kisula hemu, acha kuzungumzia wembo washirikina hapa, ni njiani wote atakusikia. We, muda wote uchawi uchawi, unakupa faida gani? Alafu mimi si mjinga kama wewe sawa, mimi si mjinga kama wewe kabisa. Mimi namwamini Mungu wangu, kwa hiyo naomba mniache na maisha yangu. Alafu kama uwezi kuwa rafiki mwema kwangu, kaa mbali na mimi. Muone mtoto mdogo, uchawi tu kivuruge. Vipi kuhusu uamuzi wa wako? Nikwambie mara ngapi ili upate kunielewa? Au unataka tuongee vipi ili utuelewe? Ujue kwa sasa hivi maisha yako hapo hatarini sana, Kisua rafiki yangu. Mimi siwezi kufanya hicho kitu ambacho wewe nakifanya, sio vitu vyangu kabisa. Alafu mi bado ni mtoto mdogo, nawezaji kuwa mshirikina? Kuna mtoto mdogo gani hapo ulionao? Mimi mbona nipo kwenye chama, kwani wewe usiingie? Kisua rafiki yangu Hivi unapata mafanikio gani kwenye hicho chama? He, napata faida gani hicho? Yani, yani, chama, ya e chama mambo yako yote ataisha kisula macha kuzungumzia mambo shirikina hapa ni njiani. Wote atakusikia. Uchawi uchawi. Unakupa faida gani? Alafu, mimi sio mjinga kama wewe. Sawa? Mimi sio mjinga kama wewe. Kabisa. Mimi namwamini Mungu wangu. Kwa hiyo, naomba mniache na maisha yangu. Alafu kama uwezi kuwa rafiki mwema kwangu, kaa mbali na mimi muone mtoto mdogo usha.